Kwa unajua, kuna wakati tunajiuliza kwa nini napambana na fedha kila wakati. Unaishi ukitegemea fedha isiyotosheleza, madeni mengi, na unajikuta unazunguka kwenye mzunguko huu bila kutoka. Lakini je, umewahi kufikiria kuwa matatizo yako ya kifedha yanaweza kuwa ni matokeo ya namna unavyofikiria kuhusu fedha? Kila mmoja wetu ana uwezo wa kubadili hali yake ya kifedha, lakini mara nyingi kinachotuzuia ni mawazo yetu. Na naelewa shida, mazingira yetu tuliyonayo yanatusukuma kwenye umaskini, ila bado tunatakiwa tujue namna ya kuadapt kujikomboa popote pale. Leo nitakuonyesha vitabu vitano ambavyo vitabadilisha namna yako ya kufikiri kuhusu fedha. Vitabu hivi vitakufundisha jinsi ya kuvunja vizuizi vya akili vinavyokuacha ukikata tamaa, na pia vitakufundisha hatua za wazi za kujifunza na kuwekeza kwenye akili yako ili kupata uhuru wa kifedha. Hii ni video kuonyesha kwamba mabadiliko yako ya kifedha yanaanzia kwenye maamuzi ya akili na sio tu kwenye kipato chako. Kila kitabu kitakupa maarifa mapya ambayo yatakusaidia kuvunja mitazamo ya zamani na kukupelekea hatua moja mbele. Hivyo kila kitabu kinajenga juu ya kingine. Kila video ikiendelea, suluhisho zitakuwa bora zaidi na zaidi. Hivyo baki hadi kitabu cha mwisho, kwani utakuwa na mikakati ya moja kwa moja ya kubadili hali yako ya kifedha kwa kuwekeza kwenye maendeleo yako binafsi. Pia nitakupa njia ya kuvisoma vitabu hivi kwa Kiswahili hapa. Ndugu, ni Kizani. Duniani kote wengi wetu tunajikuta tukiishi kwenye mzunguko wa kifedha unaozunguka bila kuisha. Tunaamka kila siku tukifanya kazi kwa bidii, lakini bado tunakutana na changamoto kubwa za kifedha. Kodi, bili na gharama za maisha zinazidi kupanda kila siku, lakini kipato na mishahara yetu inabaki palepale. Hii ni sehemu ya mtego mkubwa unaotufunga hatuwezi kutoka kwa sababu tumejifunga kwenye mfumo wa kijamii na kiuchumi uliojengwa kwa namna inayofanya wengi kuwa na hali duni ya kifedha na hili halijatokea kwa bahati tu, bali ni jinsi mfumo unavyofanya kazi. Madeni, gharama za maisha na shinikizo la jamii ni sehemu ya mchakato unaoshusha watu kwenye umaskini, na wengi wetu tunakwama kwenye mtego huu bila kujua. Mfumo huu unakuwepo kwa sababu umejengwa kwa miaka mingi ni sehemu ya mchakato unaofanya watu wengi kuwa katika hali ya kutokuwa na uhuru wa kifedha katika jamii nyingi. Kama tunavyojua, kuna watu wachache tu wanaoshika hatamu za uchumi na wengi wanabaki nyuma. Hili sio jambo la kawaida, ni mtego wa kifedha unaowekwa na mifumo inaoendelea kudumaza ndoto za wengi. Lakini, lakini, lakini, wapi tunaenda kutoka hapa? Kila mwezi tunajikuta tunafanya kazi, lakini fedha zinazidi kupungua. Tunaona wengine wakifanikiwa, lakini tunajiuliza kwa nini mimi siwezi kufanya hivyo. Jibu ni moja. Mfumo una limit maeneo yetu ya mawazo, na tunapojua na kukubali kuwa hii ni changamoto ya akili, ndipo tunaweza kuleta mabadiliko. Maarifa ndio kitu pekee kinachoweza kutufungua, na hapa ndipo vitabu tutavyoviongelea kwenye video hii vitapoingia, kwa sababu vitabu hivi vitabadilisha jinsi tunavyofikiria kuhusu fedha. Sio tu kuhusu kutafuta pesa, bali ni kuhusu kubadili mtindo wetu wa kufikiri. Huu ni mwanzo wa mabadiliko, sio wa kupambana na mfumo tu, bali wa kuvunja vizuizi vilivyowekwa katika akili zetu. Kila kitabu kitaleta suluhisho kwa njia yake pekee, vitakuonyesha kuwa mfumo huu wa kijamii na kiuchumi unaopambana nao hauwezi kuzuia mafanikio yako, na muda mwingine sio mfumo, bali ni wewe mwenyewe. Kama utabadilisha namna yako ya kufikiri na kuwekeza katika elimu, mafanikio yako kifedha ya kifedha yataanza kubadilika. Baada ya hayo maelezo mafupi, naomba tuanze na kitabu cha mwanzo. Kitabu cha kwanza katika listi yetu ni The Psychology of Money. Kitabu hiki kinazungumzia jinsi akili zetu na hisia zetu zinavyoathiri maamuzi yetu ya kifedha. Hausel mwandishi wa kitabu hichi anasema kuwa wengi wetu tunachukulia fedha kama jambo la kiuchumi tu, lakini ukweli ni kwamba mafanikio ya kifedha yanategemea sana jinsi tunavyofikiria kuhusu pesa. Kitabu hichi kinahusu jinsi tunavyoweza jenga uelewa na kudhibiti hisia zetu ili tuwe mafani na mafanikio ya kifedha. Housel anasema kuwa wengi wetu tunajiuliza kwa nini baadhi wanapata mafanikio ya kifedha zaidi ya wengine, lakini kweli ni kwamba ni tabia zetu, sio kipato. Tabia ndio zinatupelekea mbele au kuturudisha nyuma. Kitu muhimu cha ja kuelewa ni kuwa kuhifadhi pesa ni muhimu kuliko kupata au kutafuta pesa. Hii ina maana kuwa mafanikio ya kifedha yanayotokana na nidhamu ya kuepuka matumizi yasiyo ya lazima na kujenga hakiba. Pia Housel anasisitiza kwamba tabia na maamuzi yetu ya kila siku ndiyo yanayoathiri utajiri wetu. Hatuwezi kudhibiti kila kitu kilichotuzunguka, lakini tunaweza kudhibiti jinsi tunavyotumia fedha zetu na jinsi tunavyokabiliana na changamoto za kifedha. Yote aliongelea in short, yanazungumziwa katika quote ya Morgan Housel inayosema the ability to save money is more important than the ability to make it, uwezo wa kusevu au kuweka pesa ni muhimu zaidi kuliko uwezo wa kustengeneza Hivyo, unapoendelea na maisha yako ya kila siku, jiulize, je, yeah. unatumia fedha zako vipi? Badala ya kuishi kwa matumaini kuwa mshahara wako utatosha kila mwezi, jiweke kwenye mtindo wa kuepuka matumizi yasiyo ya lazima, kuwa na mpango wa akiba, hata kama ni kidogo kila mwezi. Hii itakuwezesha kujenga msingi imara wa kifedha na kukupelekea kwenye mafanikio ya baadaye. Hii ni hatua ya kwanza ya kubadili mawazo yako kuhusu fedha, hatua inayobadili saikolojia yako. Kama utabadilisha mtindo wako wa kufikiri kuhusu pesa na kuelewa kuwa mafanikio yako ya kifedha hayategemei tu mapato yako, bali ni jinsi unavyodhibiti na kutumia fedha zako, utagundua kuwa wewe ndiyo unayeweza kubadili hali yako ya kifedha na sio chingine chochote kile na mtazamaji leo, nimekupa mtazamo wa juu wa nini kitabu hichi kinasimamia. Muhimu zaidi ni kukisoma mwenyewe, ili upate kuelewa mikakati halisi ya kuifuata na maelezo kamili juu ya saikolojia hii. Ila pia kuelewa saikolojia ya fedha ni mwanzo tu. Kitabu kijacho kitakuonyesha hatua za vitendo zaidi za kujenga utajiri. Tutajifunza jinsi ya kuitafuta fedha na sio kuisevu tu. Kitabu cha pili ni Rich Dad, Poor Dad. Wengi wetu umee kusikia kitabu hiki ila pia wengi wetu tumeshindwa kukitumia ipasavyo. Hizi ni kitabu kilichoandikwa na Robert Kiyosaki ambaye analinganisha mawazo ya kifedha ya baba yake wa kumzaa ambaye anamwita poor dad au baba yake maskini na ya baba yake wa kifedha au aliyomlea zaidi Rich Dad au baba tajiri. Hichi ni kitabu kinachoelezea namna ya kutengeneza kipato, lakini pia kina deal na saikolojia yako kone. Ni muhimu sana, saikolojia yako ndio inaonyesha mawazo yako na jinsi yanavyoweza kukupeleka kwenye mafanikio au kukuzuia kufikia uhuru wa kifedha. Moja mambo makubwa Kiyosaki anasema ni kuwa assets au mali ni muhimu kuliko liabilities au vile vitu vinavyotupunguzia pesa au kututia hasara. Wengi wetu unafikiri kuwa mali ni nyumba au gari, lakini ukweli ni kwamba mali ni kile ambacho kinaingiza pesa kwetu kama vile ardhi, biashara na uwekezaji. Hii ni tofauti kubwa juu ya jinsi watu wengi wanavyofikiri, kwani tunajikuta tukifanya kazi kwa bidii ili kumiliki vitu vinavyotengenezea gharama kama nyumba, magari na vitu vingi tusivyovihitaji, bali tunanunua kwa maonyesho au kujidanganya kuwa itatengeneza picha ya utajiri, bila kujua kazi yake kuu ni kuhakikisha vinakutolea pesa mfukoni. Hivyo vifanye muda utapofika kuvifanya, usiviharakie tunachotakiwa kufanya ni kutafuta mali kwanza zitazoweza kutuingizia haswa, kutuingizia hata tukiwa hatufanyi kazi. Pia Kiyosaki anasisitiza kuwa elimu ya kifedha ni jambo muhimu kuliko vyote. Kujua jinsi ya kusoma na kuelewa taarifa za kifedha, kufanya uwekezaji sahihi na kujua jinsi ya kujenga mali ni miongoni mwa mambo muhimu zaidi ambayo lazima tuyajue kama tunataka kuwa na uhuru wa kifedha. Shida ni kwamba elimu hizi hatupewi shuleni, tutachopewa ni ujuzi ambao utatufanya tukatumwe uzuri na sio kuishi maisha mazuri. Kiyosaki anasema the rich don't work for money they make money work for them. Matajiri hawafanyi kazi kutumikia pesa, bali pesa iwatumikie wao. Hivyo unapokuwa na mshahara wako kila mwezi jiulize, je, yeah, unatumia mapato yako kumiliki mali zinazokuingizea pesa au unaishi kutumia fedha zako kwa vitu vinavyokuingizea deni? Hatua ya kwanza ni kuelewa tofauti hii na kuanza kutafuta assets au mali ambazo zitakupa kipato cha ziada. Hii inaweza kuwa ni kuwekeza kwenye mali isiyohamishika au real estate, kuanzisha biashara au hata kuwekeza kwenye elimu yako binafsi ili ujue zaidi kuhusu masoko na uwekezaji. Mtazamaji, kitabu cha kwanza kilikuonyesha kuwa mafanikio ya kifedha yanategemea mtindo wa mawazo na jinsi ya kusave pesa, lakini sasa tumesoma kwenye hatua ya pili kuhusu kuelewa tofauti ya mali na madeni na jinsi ya kujua mali gani za kuwekeza. Ila kama nilivyosema kwenye kitabu kilichopita, ili kupata elimu kamili na kujua hizo nafasi hasa za kuwekeza na mengi ambayo huwezi pata kwenye video hii, ni bora kusoma kitabu. Nitakusaidia namna ya kusoma vitabu vyote kwenye video hii kwa Kiswahili baada ya maelezo ya kitabu cha tatu. Baki nami The Millionaire Next Door kitabu kilichoandikwa na Thomas J. Stanley. Hizi ni kitabu kinachosema ukweli mmoja mkubwa kuwa matajiri wengi wa kweli hawana magari ya kifahari au nyumba kubwa za kupigia picha. Badala yake, wengi wao wanaishi maisha ya kawaida na hutumia fedha zao kwa busara. Kitabu hiki kinachunguza tabia na maamuzi ya kifedha ya watu wanaojiweza na inasema kwamba matajiri wengi hawapo kwenye sifa, bali wanachojali ni kudumisha mali kwa muda mrefu. Mali za watu hawa zinatokana na tabia zao. Matajiri hawa wana tabia tatu muhimu zinazowatofautisha na wengine. Ya kwanza ni kuishi chini ya uwezo wao, wengi wao hawana matumizi ya hanasa, wanajua kuwa utajiri wa kudumu unakuja kupitia upunguzaji wa matumizi. ya ja pili ni wanaepuka madeni, badala ya kutumia fedha kwa vitu vya muda mfupi, wao huwekeza juhudi zao kwenye kuwekeza na kujenga utajiri. Ya tatu ni kuwekeza kwa busara. Wao huwekeza mara kwa mara kwa njia inayowaletea faida, kama vile kununua mali isiyohamishika au kuwekeza kwenye hisa. Kitu kikubwa ni kuwa na mpango wa muda mrefu, sio kwa haraka na matokeo ya papo hapo. Naomba ufahamu concept hii. Thomas J. Stanley anasema, wealth is not the same as income, wealth is what you accumulate, not what you spend. Utajiri sio kuwa na kipato kikubwa, bali ni kile ulichonacho na sio kile unachotumia. Naomba utulize akili upate kufahamu concept hii. Kuna tofauti baina ya wealth na kuwa rich. Mtu anaweza kuwa anapokea mshahara mkubwa sana, mshahara unaomwezesha kumiliki vitu vyenye thamani na kuweza pata mwonekano tunaoita wa kitajiri au rich. Ila elewa kuwa siku yoyote kwa lolote lile mtu huyu kazi yake ikavunjika, basi hana kitu, hana alipowekeza, hana mali za kumrudishia fedha wala elimu ya kufanya hivyo, kilichobaki ni kuporomoka Bali mtu wealthy ni mtu mwekezaji, kila mtu akiweza kama muda mrefu bila kufanya kazi na kuweza ishi maisha mazuri, basi huyo ndio wealthy. Katika maisha yako ya kila siku, unaweza kutumia mtazamo huo ili kufanya maamuzi rahisi lakini muhimu. Badala ya kutumia kila kitu kilicho kwenye akaunti yako kila mwezi kwa kutegemea kinachoingia mwisho wa mwezi, anza kuona jinsi unavyoweza kuishi chini ya uwezo wako. Tumia fedha zako kwa vitu vinavyokupa thamani ya kudumu, kama kuwekeza kwa busara au kuanzisha miradi mingine. Pia epuka matumizi ya hanasa au madeni yasiyo ya lazima, kwani hii ni hatua kubwa ya kuanzisha safari ya kuwa wealthy. Utajiri hauhitaji mapato makubwa, badala yake kinachohitajika ni nidhamu. Unapojua jinsi ya kupunguza matumizi yako na kuweka akiba na uwekezaji kwa muda mrefu, utajiri wako utaanza kujijenga taratibu. Hivyo ndugu, hata wewe unaweza fanya hivi. Mtazamaji, kama unataka kupata elimu hii na kanuni zake kwa ukamilifu, unaweza jibebia kitabu katika njia ya soft copy kilichotafsiriwa kwa Kiswahili. Bei ni shilingi elfu tano kwa juhudi iliyotumika. Naomba nitafute kwa WhatsApp kupitia namba hiyo, ili uweze kujipatia vitabu hivi na tusaidiane kubadilisha maisha yetu. Jen Sincero anatuambia jambo moja muhimu sana, kuwa kila mtu ni tajiri. Kauli hii anaipaisha ndani ya vichwa vyetu kupitia kitabu chake kinachoitwa You Are a Badass at Making Money, na anasema kuwa haifai kuwa na mawazo ya kuwa hatuwezi kufanikiwa kifedha au kuwa tutakuwa masikini milele. Kitabu hiki kinatuonesha kuwa imani yetu binafsi ndiyo ufunguo wa mafanikio yetu ya kifedha. Sincero anasema kuwa ili kufanikiwa kifedha, lazima tubadilishe jinsi tunavyofikiria kuhusu pesa na uwezo wetu wa kuzitengeneza. Katika kitabu hiki, Jen anasema kuwa moja ya mambo yanayotuzuia kufikia mafanikio ya kifedha ni imani mbaya kuhusu pesa wengi wetu tunashindwa kwa sababu tunajiambia kuwa hatuwezi, hatutakuwa na bahati, au pesa ni ngumu kupata. Lakini Jen anasisitiza kuwa kutoka na imani hasi ni hatua ya kwanza katika mchakato wa kujenga utajiri. Imani bora kuhusu pesa na mafanikio ndiyo inaoleta hatua za kweli. Hivyo badala ya kuona fedha kama kitu kigumu, Jen anatuonyesha kuwa hatuwezi kujenga mpaka tuamini kabisa kwamba tunastahili kuwa matajiri Kwani ikiwa tunachukulia fedha kama kitu cha kutisha, tutakuwa tunazikimbia au kuzificha badala ya kuzitafuta na kuziwekeza kwa ujasiri. When you become a master of your thoughts you become a master of your wealth, unapokuwa kiongozi wa mawazo yako utakuwa kiongozi wa utajiri wako, alisema Jen Sincero. Hivyo katika maisha yako ya kila siku, je, unajiambia nini kuhusu fedha? Jen anapendekeza kuwashukuru kwa kile kilichopo, najiambia kila siku kuwa unastahili mafanikio zaidi, badala ya kujiambia kuwa utashindwa au utakuwa masikini milele. Anza kusema mimi ni tajiri na nipo ili kufanikiwa. Fikiria kuhusu mafanikio, ridhika na kile ulichonacho, lakini usikate tamaa. Fanya kazi kwa bidii, lakini ujiamini na imani yako kuwa unaweza kufanikiwa, kwani tofauti yako na tajiri sio bahati ya kuzaliwa namna fulani japo inaweza kuwa ni moja sababu ya utajiri wao, ila kikubwa hasa ni nidhamu, imani na mikakati yako. Jen anafungua macho yetu kwa kutufundisha kuwa iliyo muhimu zaidi ni imani yetu. Pesa na utajiri sio kitu kinachotokea tu kwa bahati, kinahitaji kufanya kazi kwa bidii, lakini pia lazima tuwe na mtindo wa kufikiria utakaotufanya tuamini kwamba tunastahili kuwa na mafanikio, huku tukitenda vitendo vya kutusukuma kwenye uhuru wa kifedha. kitabu cha mwisho kwenye listi yetu pia ni very famous na watu wengi wanakijua kwani wengi wameshakihadithia ila utachoshindwa kupata kwingine kirahisi ni uwezo wa kusoma kwa Kiswahili lengo la channel ya kizani ni kumpa elimu kila mtu hata kama nyingine zimefichwa hivyo baki na mimi kupata uelewa wa juu kisha nitafuti kupata kitabu hichi kitabu kinaitwa the richest man in babylon kinatufundisha hekima za zamani ambazo bado zina manufaa hadi leo hekima hizi zimejikita kwenye msingi wa mambo kama kuhifadhi fedha, kuwekeza kwa busara na kuishi chini ya uwezo wako, mambo ambayo tumeshayazungumzia. Ila kitabu hichi kinaingia deep zaidi, pia kukupa mifano kuwa hizi ni kanuni zilizokuwa zikitumika tangu kale. Kama unashaka kuwafanyikazi kwani, kina mifano kwani kina mifano ya watu kutoka Babiloni. George Clason mwandishi wa kitabu hichi anatuonyesha kwamba mafanikio ya kifedha ni matokeo ya tabia na maamuzi bora, sio bahati ya kupata kipato kikubwa. Moja ya kanuni kuu kutoka kwenye kitabu hiki ni kujilipa mwenyewe kwanza. Hii inamaanisha kwamba kabla ya kutoa fedha zako kwa ajili ya bili au matumizi mengine, weka akiba ya asilimia kumi ya kipato chako kila mwezi. Hii ni hatua ya kwanza ya kujenga utajiri wako. Kama vile Mfalme Midas alivyosema, fedha zinapokusanyika zinaweza kuzaa mali zaidi. Kanuni nyingine muhimu ni kuwekeza kwa busara. Badala ya kutumia ovyo, tafuta njia za kuwekeza ili kujenga utajiri wa kudumu. Better a handful of of wisdom than a chest full of gold, ni bora kuwa na hekima ya kutosha kuliko sanduku lenye dhahabu nyingi. Mtazamaji, jifunze hili, kila kitu kinahitaji uamuzi thabiti na kudumu. Kwanza kabisa, usikubali kuishi kwa kifahari. Kila kitu unachohitaji si lazima kiwe na brandi au hali ya juu. Badala yake, tafuta vyanzo vya mapato vya ziada lakini pia punguza matumizi yako ya kila siku. Kwa mfano, utakuakuwa mzuri kwa wengi badala ya kula chakula cha gharama kubwa kila siku, jaribu kupika nyumbani. Jifunze kutumia kile kidogo kilichokuwepo, kwa maana hata vitu vichache vinaleta mafanikio makubwa. Mtazamaji, naamini umepata elimu toka video hii, hivyo ni support kwa kulike kushare hii video na kusubscribe, ili wengine pia iwafike pamoja na wewe. Video mpya itapotoka ikufike haraka. Pia nirudie tena, kama umekuwa interested na vitabu hivi, unaweza kunitafuta whatsapp na kujipatia. Naomba nimalizie kwa kusema asante kwa kutazama video hii. Kumbuka, mafanikio ya kifedha yanakuja kwa wale wanaochukua hatua na kutafuta elimu, hivyo sasa ni wakati wako kuanza kujenga maisha bora ya kifedha. Hii ni Kizani, sehemu ambayo siri na elimu nzito hufichuliwa.